Papa Francis alijulikana kama papa wa watu, mwenye huruma, mnyenyekevu, lakini pia jasiri. Lakini kabla hajafunga ukurasa wa maisha yake, Aprili 21, 2025, Papa Francis aliacha kauli tata ambazo zimewavuruga waumini, viongozi wa dunia na hata kanisa lenyewe. Hiki ni kile ambacho hakitasahaulika. Hiki ndicho alichowahi kutamka wakati wa uhai wake kabla ya historia kubadilika. Kauli ya kwanza: mimi ni nani ni wahukumu? Je, mtu kuwa shoga ni kosa la kuwa naye karibu? mimi ni nani ni wahukumu? Hii ilikuwa kauli ya Papa mwaka elfu mbili na kumi na tatu. Tangu siku hiyo alitajwa kuwa Papa wa kwanza kuonyesha msimamo wa wazi juu ya watu wa LGBTQ. Wengine walimsifu kama mwenye huruma wengine walimtaja kama mvunjaji wa maadili ya kanisa. Kauli ya pili: kuwa shoga si kosa la jinai. Katika mahojiano ya mwaka 2023, Papa alishangaza dunia kwa kusema kuwa shoga si kosa la jinai, lakini ni dhambi. Hata hivyo, dhambi si kosa la jinai, hata sisi wengine tunatenda dhambi. Kauli hii ilizua taharuki kubwa, hasa Afrika na Mashariki ya Kati lakini kwa wengine ilikuwa hatua ya kuponya majeraha ya chuki na ubaguzi. Kauli ya tatu: kauli kuhusu vita ya Ukraine na Urusi. Papa hakusita kusema ukweli wake: vita hii si tu kati ya mataifa mawili bali ni kioo cha tamaa ya dunia nzima. Alikosoa vikali mataifa makubwa kwa kuchochea mapambano kwa maslahi yao huku watu wa kawaida wakiteketea. Kwa mara ya kwanza Vatican ilitajwa kuwa upande wa kati usiotarajiwa. Kauli ya nne. Kauli kuhusu seminari na maisha ya upadre. Afadhali seminari zikiwa tupu kuliko kujazwa wanafiki wanaojificha nyuma ya vazi la utakatifu. Papa alikemea kwa uchungu tabia ya wanafunzi wa seminari na baadhi ya mapadre wachanga kuishi maisha ya kificho, tamaa na kukosa uaminifu kwa wito wao. Kauli hii ilitetemesha ndani ya kanisa Katoliki lakini ikaleta mageuzi makubwa. Kauli ya tano. Kutoa mimba ni sawa na kumwajiri muuaji wa kulipwa. Hii ndiyo kauli iliyotajwa na wengi kama yenye uzito mkubwa kuliko zote. Papa alisema, hakuna sababu yoyote ya kibinadamu inayoweza kuhalalisha kuua maisha ya kiumbe kabla hayajazaliwa. Huo ni uuaji tena wa kulipwa. Kauli hiyo iliwakasirisha wanaharakati wa haki za wanawake, lakini pia ikasifiwa na maaskofu wengi duniani. Katika historia ya kanisa, hakuna papa aliyewahi kuzungumza kwa uwazi, ushujaa na mara nyingine ukinzani mkubwa kama Papa Francis. Leo hii kauli zake bado zinazungumzwa, kupingwa na kutafakariwa. Je, wewe una maoni gani kuhusu kauli hizi? Ni ipi ilikugusa zaidi? Acha komenti yako na usisahau kusubscribe.